Ukiachana kama watashindwa kwenda kwenye movie kwa sababu kwenye ndoko na mimi unajua unaigiza. Nafikiri ndio kwa maana ya kalia, hata mdako mimi nawashauri. Hapo hapo Yanga kwenye statement yao kutaka na kutocheza mchezo wa dabi wamesema hawana imani na bodi ya ligi, wanaosema hawa wa bodi ya ligi wajiuzuru. Ndiyo viongozi wao wako sawa, hawapaswi nao kujiuzuru. <coughs> <coughs> kwa hiyo watu wakaanza kuuliza je, uongozi wa Yango mpaka uti mzuru kwa maana Hersi harfataji na, uh, na bodi yote ya utendaji. Hivi mi tuzungumze na nini, sio kama vile mnanihoji, napiga stori tu za kawaida. Hivi leo tuamue kufanya mabadiliko kwenye mpira kufanya mabadiliko kwenye mpira, kwa sababu Yanga wamesema na huyo Yanga aliyesema ia nikizungumzie kwenye swala la kuvunja, uh, kutofuata Uh, kanuni za mpira juzi Yanga wamezuia timu sige kwenye mazoezi ambayo ni mpinjaji wa kanuni mbona wao hawajaji uzuri na mbona bado wapo na wale makoma wenye ndoo sibana walikuwa natekeleza amri ya mtu fulani walikuwa natekeleza amri ya nani ya uongozi si ndio ndio maana hawakuweza kunani kuambiwa waachie wengine mazoezini sasa mbona waliowafanya wafanya vile wamefunja kanuni hawajaji uzuri uh, kwa hiyo mimi sidhani si, na nishauri kwamba kwenye football tukitaka mpira wetu uendelee kuchezwa vizuri tuondoe mambo ya siasa na, na mpira vinaharibu sana sisi kipindi chetu wakati tuna mina report unajua niliandika juzi kwenye posti yangu kwamba nilikutana na Kaseja mara ya kwanza kumfanyia interview kwa ka mwaka elfu mbili na mbili kati yenu hapa wote nafikiri ni mzee mzee ni mzee babu kwenye fani, kwa sababu 2002 ndio nifanye interview na kasema. Sisi kipindi kile ilikuwa mara chache sana, baada ya kipindi cha usajili. Baada ya pale mazungumzo yetu sisi ilikuwa ni ugomvi rage, kamsema Ndolanga, Ndolanga kamsema rage, hapo ni mtu na katibu mkuu wake ni kama vile Kidao kamsema Talia, Talia kamsema Kidao. Ndio ilikuwa stori zetu na watu ndio walikuwa wanasoma, lakini leo watu mnazungumza mpira zaidi, sijui mpanzu pakome pesa, sijui nani sasa ili tuachane na haya mambo ya siasa ambayo fanya haya mambo kwa sababu tuwazungumze watu ambao hawana maana, hawana faida, hawana chochote kwenye mpira wa Tanzania kama wa makoma wenye ndoo. Tuzungumze mpira wenyewe, tuachane na vituko na maigizo. Na ndio maana nakwambia namuunga mkono Karia kwa sababu tunaingiza maigizo kwenye football. Football inapata kanuni. Zaidi twende kwenye uwanja tuangalie takwimu nani amecheza vipi ili kuaje. Hayo ndio mambo ya msingi zaidi. Tabii, chief, ndio amesema ndio Dabi itachezwa, alienda alienda kwenye mchezo huo, walikaguliwa, wanawaambia aa, mimi naamini itachezwa na isipochezwa kuna watu wataa ea na nawashauri na pia bodi uh, ya ligi pia wanapaswa kuwa serious. Eh, sio vizuri kwa na uongozi wa mpira unaoongoza meshaelewa kama kuna watu wanakosea Simba piga panga, kama kuna watu wanakosea Yanga piga panga. Huu mpira sio wa Yanga au Simba peke yake yani. na wanaosimamia wanaotambulika tafu na wote za mpira ni wao TFF, na ni uh, vizuri uh, sana serikali wasiwaingilie uwanja kwa sana, wawach aauanwtuapigamsiametandiauwanasaamshia picha ya uwanja

hiyo ya ukanda uh, wote Afrika Mashariki na Kati. Na nilisikia wanasema timu ya Simba inaweza kucheza Rwanda, itakuwa ni aibu kubwa sana kufanya hivi. Sisi mechi ikiwa ya Simba na Yanga ichezwe kwa Mkapa, ikiwa mechi ya Simba na Masri ichezwe kwa Mkapa, ifanyike juu chini, kile kinachowezekana kwenda kupeleka timu zetu Rwanda, sisi a tuliofikia. Kwa hiyo ni ni washauri hata watu wa serikali nafikiri, wasimamie vizuri uwanja kitu kupata baadhi yazo mechi zichezwe pale kwa Mkapa. Shukrani. Jamani, Ramadhani karibu.